Jauzito, pole sana Maria. Ah, kwa nini sasa ukutaka kutuonani ukaniambia ukweli? Nilichanganikiwa na kujiona nimekufanyia usaliti mkubwa. Anyway, anyway, ujauzito sio ugonjwa, unaweza ukajifungua na tukaanza upya. Hapana Ben, nitakuwa naishi kama mfungo wa nafsi kwako, nitajiona mkosaji siku zote. Kilichonileta hapa ni kwamba nimerudishwa kwa msaada wa ubalozi. Sina pesa ya kunirudisha kijijini, nataka kurudi huko. Kitakachofuata Mungu mwenyewe anajua. Sihitaji kingine zaidi ya pesa ya kunirudisha kijijini tu.

Anarditena Meru, amerudi na mimba Oji. Oji. Lete uhondo huo, tamtria imeanza upya lakini <laughs> kitu kimoja niambie, siwezi tena kuwa naye halafu anazidi kumchanganya, kwa sababu amerudi kipindi ambacho Busara yupo. nayupo utakufa na stress, mgoje kwanza. Mazungumzo baada ya habari. Lili, eh, halo? <laughs> Hey, mambo vipi bwana <laughs> nimebahatika. Leo kuwa karibu na nyumbani kwako, nipo kijiweni hapa e, alafu Ben naonekana amekumis sana. uko free? Eh, e, basi wajiandae, njoo tafadhali, nikuagizie na nyama bila shaka <laughs> ha, poa, tunakungoja basi. unajua stress zikizidi au maumivu ya kizidi lazima muone daktari. Acha ukatibiwe kidogo kijana. Wewe. Au hauchanganywi ila unajichanganya mwenyewe. Uh, uswa hivi ni kwa nini? uh, niuliza kama kuwa nina uhakika simu nacho ofisini benskuli. Nilipiga simu yako, akapokea mtu, akasema kwamba umemwachia simu simu na nitampa maagizo kwamba ukirudi unipigie, lakini hakufanya hivyo. Sasa naanza kupata picha. Aliopokea simu ni mfanyakazi mwenzangu, anaitwa Stewart, na niambia kwamba alichukua simu yangu akiwa na hofu kwamba ingepotea ofisini, na baadaye nikaa namsubiria mahali ili kwamba niletee, lakini akaja yeye akaniambia kwamba simu ameisahau tena nyumbani kwake. Hata hivyo, cha ajabu sana kesho yake simu naikuta ofisini na no, kile kilikuwa hivyo tenzi nakopia kwa Mungu. Busra, kwa nini kudanganya? Busra eh Busra, naweza ngakudanganya kweli? au unahisi mimi ni mwele? Sitaki kuhisi hivyo na wala siisi kama ilikuwa hivyo. <sighs> Ben, yeah. Kwa maisha yangu sijawahi kuwa na mahusiano na yoyote yule, yaani jinsi nilivyolelewa mimi sikuweza kupata hata chance ya ku date na yoyote kwa hiyo sitaki moyo wangu uteswe na mapenzi kama jinsi maisha yalivyonitesa, sitaki ku experience the same thing. Niseme nafai kusikia kauli hiyo, na inafanya nijione ni mshindi kuwa na wewe ni kwahidi tu kwamba nitakupenda sana na kamwe sitokuwa msababishi wa kutoa machozi, sitopenda kabisa n natoa machozi kwa ajili yangu. nitakupenda milele, Busra. Uh, unajua kuna wakati mwingine unaweza ukahisi kwamba umechelewa kupata jambo fulani, unaona, na ukawa unalalamika sana kwamba umechelewa lakini kumbe ni mpango wa Mungu anakuchelewesha makusudi ili upate kile chukua chema zaidi, kile chukua sahihi kabisa. Vosra, naomba nikuambie kwamba wewe ni sahihi kwangu. Naamini kama situjutie kama vosra uchelewa kote mm. Ilikuwa ni kwa sababu yako wewe, unachelewa chochote mtaa na wewe Busra no fry by the way, I'm happy to meet you. Leo ni sketch ya kwanza, first date um. Sasa kwa kufanya huko nyumbani tena na kani taru ya kawa matatizo ni ruhusi niende, tutapanga next time mm, we'll have a long time. Thanks Busra. <sighs>

Unajua, mi nimeishi oh, na mama yangu yeah. Wow. peke yake, baba yangu yeah. Aliondoka nikiwa darasa la pili, sijui tangu hapo sija kumwona tena, alienda wapi. Walikuwa na tofauti zao wenyewe yeah, na mama Kurubaka, from there hatujui alienda wapi. Na bahati mbaya zaidi sikuwa sina ndugu yoyote, sikuzaliwa na mtu ndugu yoyote, nilizaliwa peke yangu. Ndugu zangu ni mama zangu wadogo na wajomba zangu pekee wala usijali juu mm hilo. -hmm. Mimi nitaziba pengo la baba yako, nitakuwa baba mwema kwako na nitatumiza majukumu yote kama baba. Usio naongea hayo kwa sababu tu unanihitaji kwa sasa, lakini ukishatimiza haja zako ukaona tuna mimi sina thamani, haja zako zitapotea, basi sema hivyo. Kwa nini? Kwa muda tu ambao tumekaa pamoja, yani kama tumezaliwa wote pamoja yani. Mimi niseme, mama, karibu sana nyumbani. Aa, jina ba ni jina geni sana, wewe ni mwenyeji wa wapi? Alafu hili jina nahisi kama ni la Kiislamu kama sikose. Ndiyo baba, mimi Mwislamu. <laughs> Na um, vipi, mmeshazungumza mkaona eh, namna mtakavyofanya ndoa? Maana hizi tofauti za kidini mara nyingi huwa ni changamoto kubwa sana kwenye ndoa. Sidhani kama itakuwa changamoto kubwa kwangu kwa sababu baba angu mzazi hakuwa Mwislamu, hiyo mm, halikuwa tatizo kwangu kwa hiyo una- unafikiri ni jambo ambayo halitaleta haleta, uh, anyway, maadamu wewe mwenyewe unasema halina tatizo, basi sisi tunabariki. hmm, ashemaovei eh? maana kiafrika mwanamke ndiye umfuata mwanaume katika imani sawa, so, so. <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> kati tu ukifika basi kila kitu kitakuwa kipo sawa, hmm. Kweli. Na... Bosa, ndio baba, tunakukaribisha rasmi katika familia yetu. Asante sana. <laughs> <laughs> Karibu sana. Nashukuru wazazi wangu mimi ni kwa kweli. Asante sana.

Baby, mimi nipo serious kwamba nitakuwa eh, trust me, so bwana acha mimi niende, na isi tukila kiwa wawili hisia zako ndo zinapanda zaidi, so just allow me to go next time. No baby, why not today? No, no, next time please. Mantesa, lakini. Next time, okay. hmm? <laughs> yeah. Eti, lover boy. Hmm. Na nakuona leo kama una stress, sijui nini kinakuchanganya, wakati mwenzangu mambo yako tayari yamesha kunyokea. Unanitia mashaka ni eh. Kweli ila sasa hivi naanza kuhisi Busra na ikaja na gia zile zile za merea, kivipi? Haizekani eti akate, tusifanye mapenzi mpaka ndoa, si ndio? Mambo mirea, ya merea mpaka tupofika sasa umetumia techniques gani labda katika kumuingilia, maana inabidi hapo tujue njia gani? Haiwezekani kweli, mapenzi yangu ya dhati nilimuonyesha, eh promise zote zile, asiniamini kiasi hichi kama mpaka akatae, sio mpaka tufunge ndoa. Ben, utakuwa umekosea na kikubwa, niseme tu, pengine wewe umemchukulia poa Unajua eh, kwa sababu the way kila usiku unapofika, unavyobeba vibwengo, na wewe ukahisi na yeye atakuwa ni kibwengo vile vile, kwamba njia ya ya kutumia ni hiyo hiyo moja. Hapana.